<muchasana> fungu fungu fungu inaongea juu ya productivity, kuongeza mazao, na hiyo ndio sababu tunapeana mbolea, tunataka kuhakikisha ya kwamba kila mkulima anazalisha. Tunaongea juu ya value chain, tunataka kuongeza nguvu kwa zile vitu ambazo tunazalisha. Hiyo ndio sababu leo one of the policy inaongea juu ya agri business. Tunataka tufanye biashara, tufanye agriculture iwe kama biashara, tusifanye tu unalima kwa sababu unataka tu ukule. Hata unafuka tu kuku, utajua kuku hakuna saa ile haijarudi nyumbani. Tunataka tufuke kuku iwe biashara, tunataka tulime iwe biashara, ili uweze kutusaidia tuweze kuondoa umaskini ambao ungali umekita msisi katika kaunti yetu, na ninajua ninyi pamoja na serikali tunahitaji kushirikiana kabisa ili tuondoe mas umaskini. Kuna jukumu lazima ufanye kama mwananchi ama mkulima, kuna juhudi lazima the assembly wafanye, kuna juhudi lazima executive wafanye, na sisi wote tukifanya majukumu yetu vile inatakikana ninajua kwamba at the end of it ya productivity itaongezeka na ndipo tutakuwa tunaondoa njaa na pia tutaondoa umaskini. Na hata tunaomba wananchi wale wamekuwa hapa siku ya leo, kwa niaba ya wakulima wote wa Kigoma, wamefundishwa vizuri, wameelezwa vizuri, wakachua ni nini hasa umekuja kufanya hapa, nao vilevile katika eh, nafasi zao at the own levels wakiwa na chambo wako huru kufika kwenye maofisi zetu za kaunti kuulisia hii e, polisi vile tulianzisha inafanya kazi namna gani, inafanya ama haifanyi, itatusaidia ili it it let us to oversight all of us. chusi tume kavana alikuja e, kule na itiri akalonji Eh, farm input support programs I mean, materials kama mbolea na mbegu na kuna wale ambao walipata hiyo mbolea ama wako kwa list ya beneficiaries. Hiyo mbolea siyo ya kila mtu, hiyo mbolea ni ya mkulima ako na shamba ako na nia ya kupanda mahindi, lakini hana uwezo na vile ilichukuliwa machina, siyo haichukuliwa jana, imechukuliwa miezi kadhaa huko nyuma na mwaka huu iko tofauti na vile ilikuwa na peano wakati ule. Mwingine ilikuwa naendea kwa supplier through procurement process, lakini mwaka huu imeenda kwa kiamis imeenda, eh, kwa port kwa subst program. Sasa kila woti ilikuwa inatoa machina ya wale bofarmas machina 500 na wakati mbolea imefika kuna wengine wanang'ang'ania, wanafikiria hiyo mbolea inapeana hiyo wakati hiyo majina ilipikwa msasa na ikafanya public participation katika kila ward arobaini na tano ambazo tuko nazo katika Pungoma Kaunti, na wananchi wenyewe wakachagua wale watu ambao wana benefit kwa hiyo mbolea. Sasa ukiona mwenzako amefaulu mwaka huu, mwaka uchao wewe pia utafaulu. Naitwa Engineer Kibunguchi, mimi ndio waziri wa agriculture, Pungoma Kaunti na tumezindua policies mbili na kila mtu amemwelezea policy ni nini. Kitu chenye kimebaki tutatengeza regulations. Regulations ndio zile zinatuambia vitu yenye tutafanya. Hizo regulations ndio steps zile zitatuonyesha what we need to do to make sure hizi policies zimetumiwa vizuri. Na vile mmesikia, nataka ukulima iwe kama biashara kulima izikuwe tu tunalima chakula ya kwenda kwa tumbo. Lazima chakula iende kwa tumbo na pesa zibaki, zingie mfukoni, saidie sisi kusomesha watoto wetu. Na vile mmesikia saa hizi hakuna basalis. Lazima tu increase ukulima wetu ndio tupate pesa ya kusomesha watoto wetu. Sisi uh, fertilizer yetu inatoka directly Nairobi, hatuko tunapatia hapa NCPB, so fertilizer nakuja direct na inaenda kwa wo. Yo ya NCPB ni national government, watu wenye wanachunguliwa kwa NCPB <coughs> uh, juu wapi, kwa sababu hatujafika chungu. Uh, uh, Tongareni tumemaliza, watu wenye wako vete walikuwa kwa ile program inaitwa Kiamis ya national government So vetting ilikuwa lazima uwe kwa pro, program ya Kiamis ndio upate. So hiyo list iko, hawezi kumpa mtu mwingine mbolea ya mwingine, na kama iye imefanyika intakuwa nairudi kwa ofisi yetu na tuchunguze ni nani amechukua mbolea ya mwingine. Hindi tulikuwa tunapeana vitu viwili, mahindi mbegu na mbolea. Mahindi imetoka Kitale hapa tu karibu, so hatukutaka tuongoje mpaka mbolea ifike kutoka Nairobi ndio tugawe. So tumegawa mahindi kwa wale wakulima hawajiwezi wenye wako vete. Mbolea ikiingia tunawapa. Hatuna storage mahali tutaweka hii mahindi mpaka mbolea ifike.